Nchi kadhaa za ulimwengu zimekashifu na kukosoa hatua ya Marekani kumkamata Nicolas Maduro, zikisema ni ukiukaji wa uhuru na usalama wa nchi nyingine. Taifa la Brazil limesema Marekani ilivuka mpaka kwa kufanya shambulio la kijeshi ndani ya Venezuela. Umoja wa Mataifa wa mashirika ya haki za binadamu wamesema hatua ya Marekani inaonekana kuvunja sheria za kimataifa, hasa kanuni za kutotumia nguvu. Wataalamu wa sheria za kimataifa nao wanasema kuwa kukamata, kukamatwa kwa kiongozi wa nchi pasi na idhini ya mahakama ya kimataifa ni kigezo kipya hatari kinachoweza kusababisha mataifa mengine kufuata mkondo huo kwa uhasama. Hii inaweza kudhoofisha mfumo wa sheria zinazoongoza uhusiano wa kimataifa na kuongeza hatari ya migogoro ya kijeshi isiyo na mipaka. Venezuela pia ni taifa ambalo lina hifadhi kubwa ya mafuta duniani. Kwa hivyo shambulio hilo limechukuliwa na ulimwengu kama njia ya Marekani kujinufaisha kiuchumi na kupata udhibiti wa rasilimali kubwa ya mafuta nchini Venezuela. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Hamisi Kombe, Coco FM, Ladha ya Pwani.